Biblia nasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi sio nyingi, naye hujaa tabu. Yeye huchanua kama vile huwa, kisha hukatwa, ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Pungua sauti yako, sema Amen. Nina vitu vingi vya kufundisha, lakini natamani kufundisha pia maisha yajayo. Baada ya maisha haya kuna maisha yajayo, baada ya maisha haya Sema maisha yajayo baada ya maisha haya. Sema tena kwa sauti. Mbona mdomo wako kama na kigugumizi? Sema maisha yajayo baada ya maisha haya. Haleluya, haleluya tena. Haya maisha tunayopewa na Mungu katika Biblia yametajwa kwa makundi matatu ya miaka. Kundi la kwanza ni miaka sabini kundi la pili ni miaka themanini kundi la tatu ni miaka mia moja na ishirini. Fungua sauti yako sema amen. Lakini kwa sababu dunia sasa imekuwa mbaya, nikisema mbaya maana yake mazingira ya kuishi sasa hayapo kwa sababu kila kitu kina sumu. Maji tunayokunywa yana sumu. Zamani, kabla haijaja miundombinu ya kuleta maji ya bomba, tulikuwa tunakunywa maji ya mtoni. Maji ya mtoni yalikuwa hayana sumu. Lakini maji ya leo yanapita kwenye mabomba, yanakuja na kutu, yanaweka dawa kwamba yanayatibu, dawa yenyewe ni tatizo. Kwa hiyo maji inayotumia yana sumu inayosababisha, inayo usiishi miaka mingi. Lakini pia tu, zamani tulikuwa tunakula mchicha wa kawaida ambayo imejiotesha na kukuzwa. Siku hizi kuna mchicha wa kisasa, kuku wa kisasa, vyote vina sumu. mpaka kuna nguruwe wa kisasa wanakuzwa kwa madawa Mayai ya kisasa. Kwa hiyo, vitu unavyokula vyote vina sumu inayosababisha mwanadamu mwili wako usiendelee muda mrefu. Kwa hiyo, ime- imesababisha ime sasa maisha haya yanaenda haraka sana. Hata hapa mkiangaliana, sura yako haiendani na umri ulio nao, sura inaonyesha mtu mzima, umri mdogo. Usimwangalie jirani yako, utaleta kesi. Wewe niangalie tu mimi, usigeukie jirani yako. Sauti amen. Sasa hapa tukiangalia, tukiwapeleka kwa wale watu wanaoangalia meno, mkaguliwe, mlio na meno thelathini na mbili hapa ni wachache, wengi meno yenu mmeshayala. Kwa nini naisha meno na umri mdogo, mmeshakuwa kibogoyo. Hapa mkipelekwa maabara, mkapimwe, kuju kakute mtu ambaye mia kwa mia afya yake iko sawa, ni ngumu sana. Hapa kila mtu anauma kwa staili yake aseumwa macho, anauma nyonga, aseuma nyonga, anauma tumbo, mwingine sukari iko juu, preshi imepanda, yaani hapa <laughs> ah, acha ni check it. mwingine mguu mmoja umesha kwa mfupi, mwingine mrefu, bega limepanda lingine, yaani unakuta mwingine mpaka makalio amepinda, moja limeenda hivi lingine hivi. Ukicheki mdomo wa juu na wa chini haviendani, utafikiri midomo ya watu wawili wamekutana, kumbe ni, ni, ni mtu huyu mdomo wa juu na umbile yake, wa chini na umbile yake, haielewani midomo. Nimekuambia usiangalie mtu, inua mikono juu, toa sauti kubwa, sema Bwana Yesu nisaidie. Saidie, saidia maisha yangu. Pigia Bwana makofi, piga mikono yako, piga mikono vizuri. Kwa bahati mbaya, Mungu ametumba na maumbile mazuri, akatuficha kufikiria yajayo. Sisi kama tukwenda shule, hatufikiri mwaka kesho hatufikiri baada ya maisha hayo itakuwaje. Hatufikiri uzeeni nitaishi vipi. Si tunafikiria tu nyanya za leo, chumvi ya leo, dagaa za leo, basi tumemaliza. Maisha haya kwenye Biblia yana majina, jina la kwanza yanaitwa kivuli. Kivuli hakinaga uzito, kivuli kinaondoka tu haraka. Kwa nini tunakimbia? Tunaenda wapi? Sasa hivi mitaa mingi ni mazishi, kila siku Watu wanakufa sana, na vitu vinavyoua watu vimeongezeka, magonjwa yameongezeka sana, mengine hayana hata majina. Unaitwa kwa jina, kama ni miguu, inaitwa ugonjwa wa miguu, hauna jina. Kwa hiyo haya maisha, kwenye Biblia tumeambiwa haukai kamwe, unakimbia kama kivuli. Unakimbia kwenda wapi? Nisaidie kusema amen, amen. Wengi tunajua maisha yakiisha, unaishia kaburini. Hapana, kaburini sio mwisho. Hebu sema kaburini sio mwisho. Naomba ongea kwa sauti, sema kaburini sio mwisho. Alafu wengi tunafikiri wanaokufa ni wazee. Tena siku hizi mize mize haikufagi haraka hawa wazee wa siku za nyuma, yapo ya tu, yanakula mayai. Vijana ndio wanaenda mabindi, miaka 35 43 hapo kushuka chini kidogo, hawa watu 47 kushuka ndo wanaondoka ondoka haraka kwa sababu wana mambo mengi. Hebu muangalie jirani yako, mwambie acha mambo mengi. Unamwambia kwa sauti ndogo hawezi kusikia, mwambie acha mambo mengi. Wewe sema amen. Unajua vijana vijana hawatulii, akioa mke hatulii, akiolewa hatulii, yani ameolewa bado anataka kuolewa, yani ameolewa lakini bado anataka kuolewa, anatafuta mume juu ya mume huyo, naye na mke anatafuta mke juu ya mke Yuko kazini anatafuta kazi, amevaa nguo anataka valie zingine. Yani wana mambo mengi, hasa hiyo. Mambo mengi yanaua. Hatulii, hashibi, hataki kutosheka na maji, hataka aonje kila pombe, mwisho wa siku naonje a kifo. Ila leo nakukatia rufaa, nataka usife mapema ili nisaidie kuhubiri Injili. Itikia useme amen. Mbona mina yako ndogo? sema amen, sema amen, sema. Maua yanachanua na kunyauka, kivuli kinakimbia, kikae wapi kinaenda. Lakini Biblia ina majina kadhaa, nataka niagusie machache haraka haraka kwa sababu ya muda, maana nimechelewa kuanza, na sitaki kuchelewa kumaliza. Inua mikono juu, inua juu kabisa, tamka nyuma yangu, sema Bwana Yesu. Hiyo yes, sauti ni ndogo, nataka sauti tuweke, sema Bwana Yesu nisaidie ni kujue wewe kuanzia leo kwanzia sasa Amen. Roho yeyote isinondoe kwako oye. Katika jina la Yesu, amen. Sema amen, amen. Toa sauti kuba, sema amen, amen. Pigia Bwana makofi, pigia Bwana makofi. Katika Ayubu ine kumi na ne Ayubu ine kumi na ne, nasema, walakini hamjui atakao kuwako kesho. Uzima wenu ni nini? maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo kisha hutoweka. Wewe ni msafiri, wewe ni msafiri. Bahati mbaya huelewi unasafiri kwenda wapi. Leo nataka nikufunulia, wewe ni msafiri. Napenda sana tabia ya wasafiri. Wasafiri wanakaaga wamejiandaa. Wasafiri wanakaaga na tiketi wasafiri wanazingatia muda wa safari. Funga sauti yako pamoja nami, sema amen, amen. Ukienda airport utapata wasafiri, mizigo inakaa imepangwa vizuri, tiketi inakaa mara ambapo anaipata kwa urahisi na anaelewa h direction. Direction, mwelekewa safari yake ina mikono juu na mtu wa sauti kama mtu ambaye somo vivu sema hey, Bwana Yesu hey. Naomba unisaidie nijue mwelekeo wa maisha yangu nisisafiri bila kujua ninakoelekea. e, Baba nifunulie nijue, sema kwa sauti, nifunulie nijue ninakoelekea, kwa kwa jina la Yesu, kwa sauti kubwa sema, amen. Mpige Bwana makofi yako yasikike, yasikike makofi. Bahati nzuri mimi nimekuwa msafiri, msafiri. Miaka nyuma nimesafiri sana. Siku hizi sitaki hata kusafiri. Nimekuwa mvivu. Ila safari zina faida yake. Ukiangalia msafiri, anajifunza vitu vingi. Lazima uwe na tiketi yake. Na anajua anakokwenda. Nisaidie kusema amen. Anafanyaje? Ongea kwa ulimi wako au mdomo wako, sio kwa chakula chapati peke yake. Anafanyaje? Lakini wewe ni msafiri, hujui nako We, unaenda tu kimbumbumbu, kuna kucha unakula tu, hujui unaenda, hujui unaenda. Wewe wewe, we ni msafiri ambaye wewe unahitaji kusaidiwa. Mimi nasema ninyi ni wapitaji na wasafiri. You are on traveling. You are on the way traveling. Uko safarini, kuna mahali unaenda, ndio maana una uso wako unabadilika, maana unasafiri. Zamani ulikuwa mrefu sana, siku hizi umekuwa mfupi, na maisha yako kila siku unabadilisha mahitaji kuna wakati unahitaji kuolewa, siku hizi unahitaji tena. Maana yake umetoka kwenye nyakati vile mbele, nyakati zingine. Kuna wengine hapa, kuna wakati mko mnahitaji kuzaa, siku hizi mambo ya, ya kuzaa unayo kichwani. Maana yake umeenda mbali, umeshavuka, unasafiri. Unaenda wapi? Hebu shike mkono tayari yako ushike mkono utikisa kidogo, wewe <laughs> mwanadamu, mbona naona uso wako unazeeka sasa za hivi? <laughs> ina mikono ina mikono hivi, mikono yako mbona ni mizito sana? Ina nini au ndo wamekuroga, mikono haina nguvu? Sema kwa zote, Bwana Yesu nisaidie. Tumia mikono kumpa Bwana makofi yako mazuri kabisa. Sikia mi nasema na wasihi kama wasafiri na nini na wapitaji, na kweli mimi nilisafiri sana treni inapita tu, napasavia treni. nilikuwa ni mtu wa dirishani, naangalia kwa, mnapita vijiji, mnapita tu, mnapita tu watu. Kuna watu nao waona. leo hutaona tena, siku ya leo umeiona, hutaiona tena, haitajirudia. wewe ni mpitaji, lakini swali, unaenda wapi? unaenda wapi? Unaenda, unaenda? hebu angalia jirani yako usoni, muulize unaenda wapi? Hiyo sauti haisikii. Unajua wengi na masikio yao a asikii sana, kwa sababu hawalagi mchicha tena. Siku hizi wanasema ukila mchicha we ni masikini sana. wa wasikii miji kwa sauti. Unaenda wapi wewe? <laughs> Safari ya mwanadamu inaanzia tumboni kwa mama si ndio? Halafu inaishia wapi? tumboni kwa baba. inaanzia wapi? tumboni kwa baba, anaanza kama majimaji baadaye anakuwa mtu Kilo moja, kilo moja na nusu, wengine mzaliwa kilo mbili. Wale ambao mlikuwa na uroho sana mnyonya tumo, tumboni sana kilo nne, ukazaliwa. Sasa umepanuka ukaenda sabini, wengine mnapiga mpaka tisini sababu uroho wakula sana mayai, viazi, unaweka unapanuka. Sasa ukifikia tisini, wengine mia, kutoka hapo sasa unaanza kushuka, unashuka huku, unashuka kilo zinashuka na suli inashuka. Ulikuwa mzuri sana unapata busu 100 kwa wiki. Siku hizi unamaliza mwezi hakuna ile kubusu. Hata ile na kubusu jamani, siku hizi hakubusa na kupenda. <laughs> <laughs> Hello. Hebu <laughs> jikao ngoro jana. Alihakikisha kwamba safari ya kifo tunaiondoa kwanza. Uendelee kuishi kwa jina la Yesu. Mlio sema amina, pokeeni kuishi kwa jina la Yesu. Tuseme tuseme amen. Sema leo nafuta safari ya kifo. Uongei, uongei. Shetani alikuwa anakuona unaponyamaza, wa, wa haa, kumbe huyu, naona yuko tayari tumumalize leo. Sema leo nafuta safari ya kifo, lazima yeah, niishi kwa jina la Yesu. Ina mikono juu, naongee kama askari. Sema leo nafuta magonjwa yote, yeah, nafuta. Sema kwa sauti kubwa, yeah, kila ugonjwa unaonitafuna sauti toka ndani ya mwili wangu, toka ndani ya mwili wangu, toka ndani ya mwili wangu. Sema wewe mgonjwa, kwa damu ya Yesu, kwa uwezo wa Yesu, potea potea haraka, rasma leo niwe mzima. Sema kwa nguvu, ongea kwa kufoka. Ni lazima niwe mzima kwa damu ya Yesu kama nataka kuwa mzima sasa. Piga makofi yanayotoka, piga vigerege vya kweli <laughs> mbinguni hapo, naye tunakimbizana, sura zinabadilika. Ni kuhama tunahama, ni kuondoka tunaondoka, ni kwenda tunaenda. Upende usipende, utaenda. Sasa kibaya ni kwamba hujui unakoenda. Sasa mimi nataka ujue unakoenda na uandae safari yako unakoenda. Sinaongea na watu hapa, itikia sema amina. Msafiri msafiri, angalia yainu macho yako, Yesu yu karibu sana. Hutukaribishe juu manake msafiri huwa naangalia kuna kitu wanaita destination, mwisho wa safari destination. Msafiri kila saa nawaza my destination. Kwahiyo waliokuwa na safiri na treni anakuwa amesha kalili anakoshuka. Nashuka Usoke, nashuka Itigi, uh, nashuka Dodoma mjini, uh, mimi nashuka Sanjaranga. Yani msafiri, destination ndio inakaa kichwani, mwisho wa safari yake inakaa hapa nguvu za utaka kusema amen. Ukiona msafiri asiyejua mwelekeo, hajui destination yake, hajui mwisho wa safari, huyu ni msafiri mjinga, huyu ni msafiri mbumbumbu mbum. huyu atapotea maana haelewa anakoenda. Utapotea hata ukiwa hapa mjini, ukikodi boda, unafika unakaa tu, mnaenda hamjui nakoenda. Sizi nakaa kituoni, si ndio? Unafika unaambia boda, twende, unakaa tu, anawasha mnaenda Anakuuliza wapi, lazima useme kilima hewa. Kilima hewa maeneo gani? Maana hata kilima hewa ina maeneo, kuna Kwamsuka, kuna wapi? Unamwambia, atawasha mashine ajue mnakoenda. Hebu shika mkono jirani yako, mwangalie usoni, mwambie wewe ni msafiri, unaenda wapi?